Msikilizaji na mtazamaji wangu kwa nafasi ya pekee kabisa ni kualike katika ujasiriamali siku ya leo, ambako naenda kukuelekeza ukataji wa sabuni za magadi. Binafsi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises, lakini pia nimekuandalia hicho kitabu cha miliki kiwanda chako, kitabu ambacho nimekuandikia bidhaa mbalimbali za kijasiriamali, ikiwemo sabuni ya magadi, sabuni ya miche, sabuni tiba aina mbalimbali, lakini pia sabuni za kuogea na bidhaa zingine nyingi za kijasiriamali, karibu sana. Hatua ya kwanza msikizaji, kumbuka kwamba ukitaka kukata sabuni yako ya magadi, siku zote lazima uwe na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, lazima uwe na vibao ambavyo vina saizi ya miche yako, lakini jambo la pili, lazima uwe na mshipi ambao utautumia kama kisu kwa ajili ya kukatia sabuni zako. Kwa hiyo utafanyaje? Jambo la kwanza, utaanza kupanga vile vibao vyako na kuweka alama kwenye zile sehemu ambazo vibao vyako vinaishia ukomo wa vibao vyako. Baada ya kuweka alama katika zile sehemu au ile misho ya vibao vyako, hatua inayofuata unahama upande wa pili unatandika vibao vyako. Zeni, unaanza kupitisha mshipi ukiongozwa na vile vibao kwa sababu kumbuka kwamba vile vibao unaotengeneza vinakuwa vina size ya ule mche ambao unataka kutoa. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza vibao unafanyaje? Unachukua mche mmoja wa sabuni ambao sasa ndo chaguo lako kuzalisha, unaenda nao kwa fundi moldi au kwa fundi mbao uh, fundi randa, fundi selemala, majina mengi kama hayo. Zeni unamwambia nataka unitengenezee miche mbao inayoendana na mche huu hapa wa sabuni. Kwa hiyo atakapokutengenezea ile miche mbao ambayo sasa inaendana na na ile sabuni, kitakachofuata pale ni wewe kuja navo kwenye kiwanda chako au sehemu yako ya uzalishaji, afu zeni unakuja kuvipanga na kuvifanyia kazi. Sasa hapa unaweza kuona kwamba tumetoa slesi kwa kutumia hivi vibao, kwa hiyo nimepanga vibao, baada ya kupanga hivi vibao basi nimetoa madonge haya hapa kama yanavyoonekana. Yes. Na hii hapa ni process katika ukataji, utengenezaji wa sabuni ya magadi ni process. Kukataji ni process. Kwa sababu hatua ya kwanza unaandaa caustic soda kuwa caustic solution ukiwa umezingatia kabisa kuvaa vifaa kinga vizuri. Baada ya hapo tayari cha masaa 24. After masaa 24 unakuja kuipima kwa kutumia hydrometer ili isome kile kiasi ambacho kitatakiwa kutoa matokeo mazuri katika sabuni yako. Lakini pamoja na hayo, msikilizaji, ukitaka kujifunza, sisi tuna madarasa WhatsApp kupitia 0783 500 z 971. So ukihitaji kujifunza zaidi, utatutext WhatsApp, au pia unaweza ukajipatia nakala yako ya kitabu, vile vile utatutext WhatsApp. Usipige simu namba hizi na WhatsApp, kwa tuma message WhatsApp. Alama tunaweka kama hivyo inavyoonekana, kwa tunaweka mark kwa kutumia kisu, tukiongozwa na vile vibao tumeweka hapo mwisho. Baada ya kuweka alama hapa, tunahama na vibao tena upande wa pili kule, na kule anakoweka vibao ndipo sehemu ambayo mimi nitasimamia kwa ajili ya kukata sabuni yangu. Msikilizaji, nataka nikuambie jambo moja, ujasiriamali siku zote ni ajira, na vile unavyojiona kwenye ujasiriamali ndivyo itakavyokuwa kesho yako. Kwa kama unajiona mtu dhaifu, amini kwamba hutaweza chochote. Ujasiriamali unahitaji una, una mtu jasiri, mtu anayejiamini, mtu anayejikubali, mtu ambaye haogopi kupata hasara, mtu ambaye hata akifeli leo kesho anaamka tena. Ujasiriamali ndivyo ulivyo na ndivyo formula zilivyo. Kwa hiyo utasema mwalimu anasema nini? Ni ukweli kwa sababu nafahamu. Mimi sielekezi kitu ambacho sikifahamu, naelekeza kitu ambacho ninakifanya, ninakipitia siku zote. Kwa hiyo nafahamu hayo yote hata kabla sijafika hapa. Kwa nataka ni kuinspire na wewe pia ambao unapenda kunifuatilia. Amini kwamba ujasiriamali ni kuanguka na kunyanyuka upya na kuendelea na safari. Amini kwamba ujasiriamali ni kudondoka na kujikunguta mavumbi na kuendelea na safari. Kwa hayo yote yapo kwenye ujasiriamali. Pamoja na hayo yote simaanishi kwamba ujasiriamali ni hasara, hapana. Namaanisha kwamba huenda umefanya mara mbili alafu umekata tamaa. Hiyo kwenye ujasiriamali ipo, na unabidi uizoee kwa sababu inakujenga inakuimarisha, inakuonyesha thamani pia ya kile ambacho unakifanya siku zote. Kwa hiyo, magadi, kwa hiyo sabuni za ni bidhaa ambayo inasoko sana kwa sababu kila duka, kila nyumba wanatumia. So ukiweza kuitengeneza katika ubora mzuri kama huu hapa ambavyo inaonekana, amini kwamba kuna hatua ambayo unaenda kupiga. Asante sana kwa kuweza kunifuatilia. Mimi napenda kuelekeza uh, hatua kwa hatua. Mfano kama hapa tulisha posti, tulisha upload video jana ambayo inaonyesha ukorogaji. Sasa video imekamilika ya ukorogaji, lazima pia uh, niwaletee video ambayo inaonyesha ukataji ambao ni hapa. Kwa hapa ninaweka alama kama unavyoona kwenye alama ambazo nilikuwa nimeweka kwa kuongozwa na vibao hapa. Kama nimeweka kwenye alama, ninavuta, na nikivuta, manake uli mshipi unakata. Kwa hiyo ikikata vile, manake hiyo sehemu imegawanyika na imetoka miche. So, so ni hapo nakuonyesha miche vile imetoka. Yes, nimevuta tena nimekata na hapa ninakata mkato wa mwisho kwa hapa, nikigawanyisha hapa chini, maana yake nakuwa nimekata mkato wa mwisho. Ninaweka kibao namna hiyo. Baada ya kuweka kile kibao, ninavuta hapo, tayari sabuni zangu zimekamilika. Unaweza ukaziona hizi hapa, zimetoka sabuni nzuri kabisa. Hata ukipeleka sokoni unaweza ukauza. So nikualike, kama unapenda kujifunza, karibu sana kwenye ujasiriamali. Kwa hiyo mpaka hapa tulikofikia, tunaenda kuzipanga sabuni zetu vizuri. Sabuni huwa zinakauka kwa upepo, baridi ndio inakausha sabuni, sio jua. Usianike, epuka sana kuanika sabuni zako juani. Kwa hiyo unazipanga vizuri. Kama una feni kwenye production room au kwenye hiyo package ambayo umepaki sabuni zako, unasha feni afu zinakauka kwa upesi zaidi. Karibu sana kwa ajili ya kujifunza, namba zangu hizo hapo.